Baada ya miezi mitatu tunaachia kazi, unaona kwa sasa, mnaona miezi inaenda, alafu kazi hamjaweza kuiona. Ni kweli kabisa, na kwa, kwa sasa hivi naandika historia moja kali sana, yani ya tofauti na kazi zangu zote ambazo nimezifanya, na hiyo nahitaji iwe ya kitofauti zaidi, ambaye ina burudani zote humo ndani, simanzi majozi furaha, yaani, kuna sehemu utacheka sana, na kuna sehemu itafika utazama sana katika hisia, utaumia sana, na ikiwezekana utadondosha hata chozi, lakini ni movie ambayo safari hii location itakuwa Tunduru. Kwa hiyo, wanangu au wadau, mkae kwa kutulia, mwamini kwamba ndugu yenu nahangaikia kwa sasa. Bado nipo kwenye hitimisho ya kuandika stori, unajua story au anasema kitu kizuri huwa akitaki haraka. Kwa hiyo naichora taratibu, ila sasa hivi niko mshoni kabisa, bado kama si ni saba, nane, na hakika tukishamaliza kuandika hapo uweze kuingia location. Baada ya kuingia location, tutafahamishana pia kama muda gani mzigo utaachiwa, utakuwa hewani, ila ni bonge la tamthilia ambalo naenda kufanywa na makomedian ndani yake, watu wa serious wa drama watakuwa ndani yake, na ni watoe tu ofu na wasiwasi kwamba safari hii tegemeni kuwaona wasanii wengine wa tofauti na kazi zilizopita nyuma. Watakuwa masta comedian na masta wa drama, bila kujali wala bila kuwaza, bila kuchelewesha, ndani kutakuwa na wasanii wengi sana mashuhuri na wakubwa, ikiwemo mtegemeni kumuona ndani ya tamthilia yetu wa safari hii Madebe Ridai, tutakuwa naye lakini pia ndani ya tamthilia hiyo hiyo tegemeni pia kuweza kumuona katika sini mbili tatu Bwana Gabo Zigamba, au sio? Ndio maana naandika kwa kutulia mdogo mdogo, kwa sababu ni kazi ambayo inahitaji budget kubwa, pia ni kazi ambayo inahitaji utulivu, ni kazi ambayo inaenda kufanyika kazi ya maana, ambayo kwa shughuli zangu zote haijawahi tokea. Siwezi so, kuwazungumzia watu wengine, nazungumzia shughuli zangu ambazo zimeshafanywa, ni kazi ambazo zimeshafanywa, haijawahi tokea katika kazi zangu kwa ni kazi ya tofauti, ni kazi ambayo inakuja kivingine kabisa. Kaa mkao wa kutulia, kaa mkao wa kura. Usisahau kusubscribe na kufuatilia kazi zetu katika akaunti ile ile ya Mpole TV hapo mjini YouTube. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Lakini pia usisahau kugusa kile kialama cha kengele ili upate kila mzigo mpya unapoingia. Tuko pamoja.